Kwa majina naitwa Madam Helen John, ni afisa habari kutoka UVCCM. Niko hapa na wanafunzi wenzangu wa postgraduate katika chuo kikuu cha Dodoma, nimeshirikiana pamoja nao, lakini mbele yangu yuko mwenyekiti wa postgraduate UDOM kwa ujumla. Naomba kumuuliza maswali hapa. Kwanza mheshimiwa no. Kwanza jitambulishe. Habari za asubuhi, mabibi na mabwana kwa majina anaitwa Florence Marcus Mnyawami, mwenyekiti wa postgraduate mwaka wa taaruma, kwa maana ya kimasomo 2025 2026 katika chuo kikuu cha Dodoma katika zoezi hili. Mwenyekiti, wito ulikuwa ni wako, ndio ndio, nini kilichokupelekea mpaka ukatuita? Yes, uh, tumeamua kufanya zoezi hili kwanza, nikiwa kiongozi mwanachuo lakini pia msomi lakini pia mfanyakazi na mzalendo wa nchi hii, nimeona haja ya kuhamasisha wezangu kwa ajili ya kuonesha uzalendo na umoja na mshikamano na muungano kati ya Watanzania, kwa sababu tunajua Tanzania ni moja. Eh, Zanzibar na Tanzania bara tumekuwa na umoja mkubwa kwa, tukahamasika tukasema leo maadhimisho haya ya muungano, ya ya mapinduzi Zanzibar tuyadhimishe kwa namna hii ya kufanya usafi ambayo kama unaweza ukaona imetuleta pamoja imeleta umoja imeleta mshikamano, lakini pia imehamasisha eh, amani kwa sababu watu wanapokaa pamoja wanakuwa wamoja wanakuwa familia kama hivyo, unaweza ukaona. Kwa hiyo dhima kubwa ilikuwa ni kutuleta pamoja ili kuleta sasa ule umoja na mshikamano kama watanzania kwa ujumla. Sana wana UDOM graduate masters na PhD tuko katika hapa eneo hili la usafi na sala katika kuchimba shimo hapa. Kuna dada anajikakamua sana dada. Habari ya saa, habari ya saa hizi dada. <tipa> Dada, niko live hapa. Mabibi na mabwana, hii inaonyeshana ni jinsi gani watu wamejitoa kimasomaso katika swala zima la kufanya kazi na hawahitaji muda wao uweze kupotea. Ni katika masuala mazima ya uadhimisho ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini katika mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Basi moja kwa moja nimkaribishe Dr. Amos. naomba kidogo nikukaribishe uweze kuongea jambo katika siku hii ya maadhimisho ya Zanzibar. Unajisikiaje kuwa katika eneo moja wapo ya UDOM? kwa kweli ni eneo zuri kabisa kwa, kwa mazingira yote ya kujifunza na kujifunzia, ni eneo ambalo lina utulivu wa kutosha, na ndio maana siku ya leo tumejitoa kimasomaso kabisa katika kuadhimisha siku ya leo a, ya mapinduzi ya Zanzibar katika swala zima la kufanya usafi. Asante sana daktari, unawashauri nini walioko huko nje ya UDOM katika swala zima la Tanzania, lakini jamhuri ya muungano wa Tanzania, Afrika mashariki na kati, na dunia yote kwa ujumla, waambao hawajaweza kufika UDOM, unawashauri nini? Ninawashauri uh, watu wote ambao uh, wanakuwa wanataka kusoma basi waweze kusoma hapa chuo kikuu cha Dodoma kwa vile ndio chuo bora kabisa, kinatoa elimu bora kabisa mazingira ya kujifunza na kujifunzia yako safi kabisa yenye utulivu na vitendea kazi vyote viko salama kabisa. Unaanisha vipi zoezi hili na pamoja na ujana au moja hmm, au hmm, wa vijana vijana wa CCM au Chama cha Mapinduzi kwa ujumla kinahamasisha umoja. Moja kati ya vitu ambavyo vipo kwenye, kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ni pamoja na kulinda afya za watu, lakini pia kuhamasisha mshikamano, umoja na muungano kwa pamoja. Kwa hiyo ninaliona jambo hili limekaa pia kichama, ambao kimsingi watu hawa watu wa Zanzibar watu wa Tanzania bara wamefanyika wamoja. Kwa hiyo ninaona Chama cha Mapinduzi ndicho chombo sahihi kilichowaleta watu hawa na ndicho chombo pekee kinachoweza kuendelea kuwaletea umoja na mshikamano wa Tanzania bila kujali makabila bila kujali wapi wanatoka, iwe ni Zanzibar, iwe ni Tanzania bara, iwe mikoa mbalimbali, iwe nje ya Tanzania. CCM pekee ndio inaweza kawaleta watu pamoja, kwa hiyo nipongeze jitihada za Chama cha Mapinduzi, nipongeze uongozi wa Chama cha Mapinduzi, tukianza na ngazi ya taifa kikiongozwa na mama yetu shujaa, Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ndo mwenyekiti wa chama chetu, na ngazi zote kutoka huko taifa mpaka mikoani mpaka vijijini, tunaona jitihada na tunaahidi sisi kama wasomi wa chuo kikuu cha Dodoma na Tanzania kwa ujumla, tutaendelea kushikamana na kuunga mkono jitihada za Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinawaleta Watanzania pamoja na kinapigania amani ya nchi. Shukuru sana mwenyekiti kwa maono yako na mawazo yako ya kutuleta pamoja. Asante. Asante sana. Asante sana. Basi moja kwa moja hapa, kama jinsi unavyoangalia, ni wanachuo wa post graduate wanaopatikana katika eneo hili wakishirikiana kwa pamoja katika masuala mazima ya usafi. Vifaa tunashukuru chuo chetu vimeweza kutupatia vifaa kwa wingi kabisa, na kazi zinafanyika vizuri. Na kama jinsi mnavyoweza kumwona, huyu ni mwenyekiti wetu hapa wa post graduate, akiwa katika mstari wa mbele kuhamasisha swala zima la usafi. Lakini moja kwa moja kuna bwana mmoja anatokea yeye Rwanda, tuweze kumuona moja kwa moja anaweza kulinganisha vipi kati ya Rwanda na Tanzania katika swala zima la vyuo vikuu. Welcome.

mbele yetu tunaye mheshimiwa mbunge, naomba jitambulishe. ah, kwa majina naitwa Bwana Antony Rushinge, ni mbunge wa post graduate chuo kikuu cha Dodoma mwaka 2025 2026. Tupo mbele yenu kuadhimisha siku ya mapinduzi ya Zanzibar kama sehemu ya kumbukumbu ya uzalendo, ushirikiano na kudumisha amani ndani ya chuo chetu na kwa nchi yetu kwa ujumla. Binafsi, nilikuwa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa chuo kikuu cha Dodoma kwa kuona umuhimu wa siku ya leo kuadhimisha siku ya mapinduzi katika kushiriki katika masuala mazima ya, ya usafi. Pia nichukue nafasi hii kuwapongeza wananchi wangu wa shahada za uzamivu na uzamili kwa kujitolea kwa moyo wao wote na kwa nguvu zao zote ili kuhakikisha basi hili zoezi linafanyika kwa kiwango cha hali ya juu na kwa mafanikio makubwa kama tulivyokuwa tunatarajia. Pia ningependa kusisitiza zoezi kama hili la usafi liwe endelevu, ili basi kuleta umoja na mshikamano ndani ya chuo chetu na ndani ya nyumba yetu ya post graduate katika maono hayo hayo umeona nini siku ya leo? Tangu kuamka asubuhi, tangu kuanza ikazi, yes, nimeona umoja, nimeona mwitiko mkubwa, nimeona upendo ulioonekana kwa vitendo kama unaweza kuona watu wamefanya kazi kwa mshikamano, kwa kujitoa, kwa uzalendo. Wameacha majukumu yao ya msingi kama yale ya kuingia darasani pamoja na usomi wao. Watu ni maafisa elimu hapa, ni viongozi wengine wakuu wa wilaya, wengine wa kurugenzi, lakini wakaona hili jambo ni la muhimu sana, linalotuleta pamoja, na naweza nikasema nimeshuhudia upendo na mshikamano ambao unaashiria amani katika nchi yetu, katika jumuiya hii ya UDOM au ya postgraduate una watu wa aina ngapi katika jumuiya hii? Nina watu katika maana ya kitaaluma, nina watu wanaosoma kitu kinaitwa postgraduate diploma, ambao unakuta alisoma diploma ya kitu fulani, sasa anataka kuongezea, lakini nina watu wanaosoma shahada za uzamili kwa maana ya master degree wa degree mbalimbali mbali. Tuna watu wa elimu, tuna watu wa biashara tuna watu wa information and technology, tuna watu wa mambo ya natural resource, tuna watu wengi, tuseme zile, zile program zote zinazopatikana katika chuo kikuu cha Dodoma wanapatikana. Pia wataalamu mbalimbali na maengineer wako hapa, lakini pia nina watu wa PhD ambao kimsingi katika level ya elimu ni level ya juu kabisa ya mwisho mwisho kule PhD. Kwa hiyo tuna watu hapa na hapa, katika elikundi wapo, wanafanya usafi, wanachimba mashimo, wanaokota takataka jambo ambalo kimsingi hutegemei kuliona katika hali ya kawaida, lakini usomi huu umethi, umethibitishwa kwa vitendo kwa kufanya mambo kama haya, kwa sababu wasomi wa namna hii wengi wapo kwa ajili ya kutatua changamoto na matatizo mbalimbali ya jamii kutoka nchi tofauti tofauti. Yes, ninao pia wanaitwa international students, wapo hapa watu, wapo watu wa Uganda, wapo watu wa Kenya na bahati nzuri yuko Madam Pare Marian, wapo watu kutoka Sudani, wapo watu kutoka Canada, wapo hapa wanafanya kazi. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani watu wameungana na namna gani chuo kikuu cha Dodoma kimefanyika sehemu nzuri ya kuleta umoja na kuwaleta watu wa kimataifa katika eneo hili na kufanyika wamoja. wito wako ni upi kwa serikali ya chuo kikuu cha Dodoma, lakini pia serikali kuu ya Tanzania ya nikianza kwa chuo chetu kikuu cha Dodoma, kwanza nipongeze kwa kuruhusu shughuli zifanyike kwa sababu bila ruhusa yao singeweza kufanyika lakini nitoe wito kwamba zoezi hili yawezekana limefanyika kwa hali hii, lakini tunaweza tukaliboresha na kuliwekea mkazo, pengine hata miaka inayokuja lifanyike na ikiwezekana, isiishie tu kwenye sikukuu hii ya mapinduzi ya Zanzibar. Tunaweza tukaona namna hata matukio mengine yale ya kitaifa na ya kimataifa tukafanya shughuli kama hizi zinazoleta pamoja na zinazoleta mshikamano na upendo unaojengwa katika chuo hiki kikuu cha Dodoma. Lakini kwa levu ya taifa zoezi hili ni nafikiri lina reflection kubwa sana kitaifa, kwa sababu tuna watu wa mataifa mbalimbali. Tafsiri yake limeleta umoja. Kumbe ninaweza nikashauri kwamba serikali inaweza ikaona namna ya kuendelea kutenda mambo kama haya, pengine ikiwezekana, ikitokea sikukuu nyingine kama hii, lifanyike hata katika levo ya, ya vijijii levo ya, ya halmashauri levo ya, ya mikoa na katika levo ya kitaifa kabisa. Hili zoezi binafsi nimeliona kama zoezi la kizalendo sana na linaleta umoja, na tukienda katika levo ya kiafrika tunasema linaleta ule uafrika sasa ambao kimsingi ndio unaotuleta pamoja. Ninapenda kutoa pongezi za dhati kwa namna mlivyojitolea kwa moyo mkunjufu kabisa, kwa moyo wa uzalendo kwa kuja kuadhimisha siku hii adhimu ya mapinduzi ya Zanzibar, kujitolea na kuwajibika katika kusafisha mazingira yetu, kama tunavyoamini usafi ni uhai. Tunavyoona watu hapa wako katika swala zima la usafi, lakini moja kwa moja tunaendelea kuwahoji wale ambao sio watanzania hapa kwetu. Tuna dada kutoka Kenya, lakini pia alipenda kuweza kuongea kwa chochote kile anachoweza kuongea kulinganisha chuo cha UDOM, lakini pia na pamoja na vyuo vingine nchini Tanzania na east Africa. You are welcome sister. Um, kwa majina naitwa Mariana Ojoa, nasomea masters ya sheria za haki za kibinadamu yani human rights law. Uh, natoka Kenya. Ningependa kuchukua fursa hii uh, kushukuru wanachuo na wale viongozi ambao walikuja na ili idea ya kufanya usafi. Kwa kweli ni jambo nzuri, ni wazo nzuri na inatui, inatusaidia ama inatuhimiza kuwa pamoja Kwenye jambo kwenye masuala ya kulinda mazingira na inatufanya tunakuwa tunakuja pamoja kama watu kutoka sehemu mbalimbali, na inatusaidia pia, inatusaidia kwa mambo ya ku kubadilisha mawazo, na sana sana kwenye masuala ya mazingira. Asante sana. Asante sana. Basi moja kwa moja, huyo ni mwenzetu kutoka nchi jirani ya Kenya. Kwa hiyo utakuja kuangalia kwamba chuo chetu cha Dodoma sio tu wa Tanzania, lakini pia kina wanachuo kutoka nchi mbalimbali kama vile Kenya, Rwanda, Ivory Coast na sehemu zingine mbalimbali za hapa Afrika. Basi moja kwa moja tunashukuru, kama jinsi unavyoangalia tunaenda kuhitimisha zoezi letu zima la ufanyaji wa usafi, lakini pia bado kule kuna kazi za uchimbaji shimo kwa ajili ya taka linaendelea. Basi moja kwa moja tunashukuru kwa wale watu walioweza kujitoa. Asante sana.